Tarifa za kifo chake lilinifikia nikiwa nyumbani kwangu asubuhi. Kijana wa kazi kanifuata nyumbani, kanicha, akaniambia mama gudi, twende nyumbani sababu sielewi, nyumbani kuna tatizo. Nikamuliza, kuna tatizo gani? Akasema nilipokuwa nafanya usafi nilimkuta, niliangalia chumbani kwa kaka nikakuta pazia na diisha limekatwa, pazia imeloa damu. Kwa hiyo akamwita mtoto wake wa kiume akaambia Nodi ingia chumbani kwa kaka aangalie vizuri, maana sikaelewe. Kwa hiyo mtoto yule akiume alivyoingia chumbani kwa ba kwa baba yake, akamwita dada yake, wakaenda kule, akamkuta ndo marehemu anashia kufa pamoja na mke wake, ndo akanifata mimi sasa kuja kuniita na mimi nikaja nikaja nikaona hilo tukio. Hmm, wale ni watu ambao wanatoka asubuhi kwenda kazini wanarudi usiku kwa hiyo sio rahisi kusema, si kwamba nitazungukia huko tamzungukia na ni msichana, wakati wakati mwenyewe hayupo. mm -hmm. Na ukaribu wako wewe na marehemu upande wa mwanaume na mwanamke, pia kwa ujumla, kwani wenyewe ulikuwaje, yani kwa ukaribu? Sisi wale ni watu wa karibu sana kwetu sisi, ni kama ni jirani, alafu ni kama ndugu, sasa kwa sababu tunasaidiana kwa vitu vingi. Mara mm. mwisho kabla ya kifo chao kuna moment wote ambayo mlishirikiana au kuna kitu chochote ambacho mliwahi kushirikiana mkasema labda mna lengo la kukitimiza ne, kama majirani? Kushirikiana kwa hapa karibu, hatujashirikiana chochote, ila siku ya asubuhi, siku ya Alhamisi, mwanamke aliamka, wakati anaondoka kazini tulisalimiana hapo nje, akaenda kazini kwake. hmm. na mara mwisho kuongea naye ilikuwa lini? labda kuna vitu ambavyo mliongea na mkashauriana mkashaurianane kama jirani. Kwa karibuni, kwa karibu, hapana, hatujaongea chochote, ila anaamka tu asubuhi, akienda kazini lazima anisalimie mm. Uh, vipi kuhusiana na watoto wake, labda hakuna, hakuna taarifa yote ambayo aliwahi kuelezea, huenda labda baba mama na tofauti nye, kama jirani, labda huenda mkaja mkasofu. Hapana, hapana, hawajawahi hawajawahi kueleza kichochote kuhusu babao, maswala ya magomvi na mke wake, hapana Mm -hmm. Mimi nachoweza kusema tu au neno naloweza kusema ni kwamba yani serikali ifuatilie ili kwa sababu hatujui kilichofanya wale walioifanya hili ofa, tukwe na kina nani. Kwa hiyo tunaomba uchunguzi tu uendelee. Mm -hmm. Sasa kama jirani kuna tukio wote ambayo yashawahi kutokea kwenye mtaa kama hili ambalo limetokea? Imetokee hapana, mm, hili ndio la mara ya kwanza. Ninashukuru mm -hmm. sana na pole sana kwa. Asante na pole polenai ni kwa msiba. Asante, tunashukuru. Basi naomba uelezee kwa ufupi jinsi ambavyo namfahamu marehemu huyu, akiwa ni mwanamke pia, mke na mume kwa ujumla, unawafahamu vizuri kama jirani? Ni kama jirani nimewafahamu siku nyingi sana, ni watu wa kawaida, watu tunashirikiana kwenye jamii. Nimemfahamu ni muda mrefu sana, ana matatizo wala nini? Ni mtu tunasali naye kwenye jumuia, tuko pamoja kwa ujumla. Alikuwa ni mtu mwenye kwa aina gani? Ni mtu wa kawaida tu, ni mfanyabiashara, lakini ni mtu wa kawaida. taarifa za kifo chake ulizipokea ukiwa wapi? Taarifa nilizipata nikiwa nyumbani, alinipigia jirani yangu akaniambia kuna msiba umetokea, kuna watu wameuawa wawili jirani zetu ndoko. Tukakimbilia asubuhi kuja hapa. na ulimfahamu mtangia mwaka gani? kwa mimi elfu mbili na nane. Mwaka elfu mbili na nane. Kifo chake kimekuwa cha kushtusha wengi sana, ikiwemo ndugu, jamaa, marafiki na watu wake wa karibu. Umepata funzo gani kupitia tukio hili ambalo limetokea hapa pale? Yaani kwa tatizo ile ile tupata watu wa Bonyokwa limetushtua sana sana, hatuna amani toka msiba ulipoanza kutokea, hatukuwa na amani kabisa kabisa. Ni mara ya kwanza kwetu huku Bonyokwa kwa tukio zito kama hili, tumesikitishwa kweli kweli kweli. Mpaka sasa hivi tulipo hapa kwenye msiba, bado tuna majonzi Yaani, tukio hili ndio la mara ya kwanza kulipata hapa kwetu Bonyokwa. Kama nikiwa jirani na kulisikia toka mwaka elfu mbili na sita toka nilikohamia hapa, tukio kama hili ni kubwa, ndio tumeanza kulisikia sasa hivi. Mimi naomba serikali kwa kweli, ulinzi uimarishwe kwa upande wetu wa Bonyokwa, ulinzi uimarishwe, kwa kweli tunaomba, yaani tumesikitishwa vibaya sana kwa tendo hili ulinzi uimarishwe, kama polisi jamii nao waendelee kufanya kazi yao, nao ifanye kwa. Asante sana.